Na kuenda upande wa kushoto, Shoboy weka ndefu ndani, sasa kule tumukuza chinchini huku, piga shoti ya chinchini, goli la nne, ila inaitwa kwa Clement Mzize, ingiza ndani, nzuri sana ile. Kibwana shomari akagonga tu touch, Clement Mzize anaweka kwenye nyavu, akiwanyanyua wananchi kwa mara nyingine inakuwa ni chuma cha nne Salamini Duhosa, back pass imefika kwa Clement Mzize. Mzize na bola anaondoka sasa. Mzize Clement Mzize anaweza pembeni mno. Mzize anajua engo ya kufunga Clement Mzize, nilikuwa kama anasema hivi, unakwenda wapi Clement Mzize? Engineer Haris Saidi, Rais wa Yanga, makoti ya Eid Mubarak, akiona furaha mno. Mara nyingi zinakuwa na faida kiduchu mno, lakini hasara ni kubwa. Back pass ya Salmin Idhoza ilikwenda kwa Clements Mzize, alijaribu kutoka kama impossible yango, akamwangalia Dan Mgore, akaenda nahodha, kaka mkuu kwa Dodoma, akapotea, akaenda vile. Justin Omar Bilali akawa na itizama tu, lakini Daniel Mgore akaukuta mpira umeingia ndani ya mambo ni mazuri mno, cheza tena na Showboy Salamu Abubakar akiweka pembeni kumtafuta waziri wa maji na umwagiliaji Lomalisa Mutambala, yale maji atayamwaga ya ndani. Ameamua kupunguza wachache kwanza, Lomalisa ana uchopu ndani huku, bado amerudi tena kwa Mzize, ya kuona ule skudu anaacha, <laughs> bado nafasi kwa Mzize, goli la tatu, yes lakini nyavu anaziona akiitumbukiza nyavuni Clement Mzize na kuwawekea wananchi goli la tatu, kabla ya dakika 30. Yanga tayari wana magoli matatu. Wakati huu ni Clement Mzize mwenye akijita Clementinho, alichopu ile ikamkataa, lakini papatupapatu papatu za hapa na pale za mabeki wale Kaonekana Mzize akiumalizia vizuri, mtani mtani, ale magoli mawili ikipita katikati ya miguu Posoka. rasmi bado linabaki kwa goli moja, golkipa Alex Jason cheza kwa kujiamini pale pale tu. Kwa nini? Dosha Captain Elius Lazaro Gatalo Malisa, sheha naeneka kwenye njia kumtafuta Faridi Musa kwenye nafasi nzuri pa, izandani kule chuma chane Wasipuangalia, Klementi Mzize naweza akaondoka na mpira wake. Wasipuangalia, Klementi Mzize ataondoka na mpira hapa, kwa sababu kila cross inayopigwa inafika, kila krosi inayopigwa inaonekana ikifika kwake tu, mambo yanabadilika. Shakani Ibrahim alipiga kii pasi ile kwa Faridi Musa, naye akamwona Mzize kwenye nafasi, hakuwa mchoyo, akampa Mzize akifunga goli lake la pili kwenye mchezo huu na goli la nne kwa Yanga ndani ya kipindi kimoja tu. Cheza na Shua Boy. Shehani Ibrahim isia tena Shua Boy, anaambia mbona mpiti cheza nzuri sana ile shekhani shekhani, kwa Faridi anamwekea tena Shehani, sasa Shehani namwekea Lomalisa kama kawaida yake anaezamisha ndani kule, nafasi ile kwa Faridi bado Mzize

Kijana Shahani Ibrahim akamwachia Lamalisa Mtambala waziri wa maji ya kai na ndani Faridi Musa akampa naye, akufanya ajizi, akaonesha kwa, kwa nini kocha Gamondi amemwamini yeye kucheza nambari tisa na, na akaukwamisha Nyabuni na kuiandikia Yanga goli la tano na la tatu kwake Clement Mzize nungunungu Gilson Chigombo.